Nadhani wengi mnafahamu, ukishamaliza chuo ukitoka nje, expectation zilizo nazo, bwana, mimi nitachomoka chuo straight ntaingia kazini, ni uongo. Sawa eh? ni wachache ambao wanapata bahati hiyo, lakini wengi wetu tunaanza ku struggle, tunahangaika, tunahangaika mpaka tunakuja kujipata lakini kuliko kuanza ku uh, struggle namna hiyo, wakati bado uko chuo, sisi tumeamua kuletea fursa ya wewe kuanza kufanya biashara. Mnaweza mkaanza sasa hivi. Najua mna wapo wengi ambao wanafanya biashara huko ndani, si ndivyo eh? Niwaone wale wafanya biashara wenzangu. Safi sana brother, sanab pe Mwambuli, yule jamaa msho